Kikubwa mashehe, tujue kwamba tunaishi na kizazi gani, kizazi gani tunaishi nacho, na sana tusijitazame sisi. Nitakupeni mfano kweli tupo katika hadhira hii na kuna watu wanatufuatilia huko walipo majumbani, lakini tizameni tu waliokuwa mbele yetu sasa hivi. Nishike watu waliokuwa mbele yetu hivyo, hiki ndio kizazi cha Shebane Umran. Tizameni tu watu walioishi nao Shebane huko, na ndio ndio huyu au mimi ili jambo muhimu sana nilitilie nyama hilo. Tizama kiswa alichokuja nacho hapa Sheikh Abdallah Ndauga cha Hilful Fudhuli, nianzie na hicho tukio. Lile Hilful Fudhuli kitarekh, lilitokea mwaka mia tano na tisini na moja ambao miaka ile imekwenda imekusanyika sasa ni miaka elfu mbili na ishirini na tano wenyewe wanakwambia ni miaka arobaina nne kabla ya siku ile, mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaambia maswahaba, mimi nilihudhuria kikao hiko miaka arobaina nne nyuma. Kwa nini alifanya vile? Hapa mtume sallallahu alaihi wasallam amezingatia yeye yupo na kizazi gani? Nadhani naeleweka kidogo eh? Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ameangalia yeye na mbele yake kuna watu gani, anawaambia miaka arobaini na nne nyuma, ambao wengi wao walikuwa pale hawakuwepo. Hapa amechunga tofauti ya vizazi, shab masheke kizazi tunachoishi nacho hivi sasa ni kile wataalamu wa vizazi wanakiita, yani, generation of attention deficit, generation of attention deficit, yani shi'b nuqsanul intibah Yaani kizazi sijui itakuwa kama matusi matusi hivi eh? Lakini kizazi cha upungufu wa umakini, yaani watu waliokuwa mbele yetu, wengi waliokuja nyuma nyuma hapo, baada ya sisi kuzaliwa kwa miaka fulani, umakini umepungua. Tumswalie Mtume Muhammad. Na hii ndio mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika wanachuoni anazungumzia hilo, analistashhidi katika yale maneno ya Allah aliposema: awalam yarau anna nati al-ardha nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Sadaqa Allahu al-azim. Sasa hivi watu hawaoni kwamba sisi twaiendea ardhi tunaipunguza nchani nchani. Mmoja anasema upungufu wa ardhi pale Mwenyezi Mungu anakusudia, pamoja na mengi yaliyotajwa na wanachuoni tofauti, pia kwamba kadiri zama zinavyokwenda mbele na watu kuzaana, watu wanaokuja kwa sababu wameumbwa kutokana na ardhi, ardhi ina hisia ya kupungua, na binadamu pia wanapungua paka akili zao, Usaini pia Muhammad, na ndio maana wanachuoni hawa wakubwa kila baada ya miaka fulani hupunguza ukali wa mitaala masomoni. Mtu aliyosoma huko nyuma, umri wa kina mufti, anakwambia mimi nimesoma mwisho darasa la nne, mwisho wa darasa, na ndio walioongoza nchi darasa. Hivi sasa hivi mtu wa darasa la nne unaweza kumpa nchi eh? Sasa mtu huyu ukiongea naye huyu, ambaye anahitaji miaka miwili kindergarten, miaka saba primary, miaka mitano eh, minne sekondari, miaka mitatu chuo au mitano inategemea kozi anayoisoma, rundo la miaka hii. Huyu katika kuzungumza naye, hakikisha unazungumza kiyeye, sio sawasawa na unavyozungumza na yule aliyosoma masomo yote miaka minne. Kama naeleweka, nadhani hivyo. Hii pia inasumbua, kwa sababu ndio hatuna ule umakini wenyewe watu wetu wa sasa, namna ya kwenda nao hawa. Ni kama alivyosema Imam Ali karamallahu wajha wa radiyallahu anhu, anasema hadithu nasa bima yaalamuna ya ongeni na watu kwa vitu wanavyovijua. atuhibuna anyukadhaba Allahu wa rasulu, nyie wasemaji mnataka akadhibishwe Mungu na mtume wake. Mara nini? aliwaona watu wanazungumza katika zama zile kama wako katika zama zao wao. Jamani, watu tuliokuwa nao ni kizazi cha chat GPT. kuna kitu kinaitwa chat G TP. Chati ni neno la kizungu Kiswahili chake soga, Kiswahili chake ni kizazi cha kupiga soga. Hawana habari ya Qur'ani, hawa hawana habari za hadithi, wao wana habari ya chat GPT. Hata akitaka kujua jina lake lazima afungue huko katika chati. Sisi tunaokaa madarasani kila siku tunakutana na watu wao kuna mhadithi ya hadithi wee we, kala Rasulullahi sijui ndo nini, akishamaliza anaenda kufungua kwenye chati yake. Nakubaliana na hiyo, ikiwa inakubaliana haya, ikikatana kesho anakuletea mjadala mpaka unakaribia kufunga darasa. Ndio kizazi tunachokwenda nacho.